Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapo kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo inahusiana na kitu ambacho amekizungumza huyu hapa si mwingine bali ni anafahamika kwa jina la Taz Genius ambaye huyu ndio yule mganga ambaye alimpiga mangumi jana katika msiba wa Carina, wakati mwili umeenda kupokelewa pale airport, alienda alimpiga mangumi manyaunyau, yani kulikuwa na ugomvi, na akaonekana akiwa wanapigana na manyaunyau. Sasa huyu Taz Genius, baada ya tukio hilo, anadai kwamba kuna mengine mazito yamekuwa yakiendelea kutokea kati yake na Manyaunyau na mojawapo ni kwamba sasa hivi ni kwamba kila mtu amejari, anajaribu kum-, eh, kum kumfanyia mwenzie ubaya kwa namna moja au nyingine. Kwa mujibu wa huyu Taz Genius anasema kwamba E, Manyaunyau bwana amekuwa akituma wadada e, waseme huko mitandaoni kwamba yeye huyu katika huduma ambazo anazozitoa kwa sababu wote ni waganga e, ni kwamba huyu man, huyu Tazijini anasema kwamba Manyaunyau anatuma watu wazungumze katika mitandao ya kijamii kwamba wakati wameenda kutibiwa kwake alikuwa akiwaomba utamu. Hicho ndo kitu ambacho e, huyu Tazijini amekizungumza kuhusiana na situation sasa hivi ilipofikia. Kwa hiyo nataka hapo msikilize, alafu tuangalie maoni ya baadhi ya watu kuhusiana na hii situation ya ugomvi ambao ulionekana katika msiba wa Karina kati wa wa ya Taz na Manyaunyau. Hawa wote ni waganga, mambo yamefikia huku sasa, baada ya kichapo. Sasa hivi anatafuta wamama au wanawake, awapange, awambie mimi nimeomba kingono? We una akili timamu bro? no. mimi sam boy, alafu mhusika mkaa, alafu na mke mzuri na familia, niombe ngono? Niombe ngono? Yani michezo na uipanga wewe, panga, lakini mwisho wa siku hapo umekula na ukweli unaishi. Eti oh, sasa shida sasa unayoyapanga anavunja eti, unapanga watu wako eti aje aseme nimemuomba ngono nyo. Hebu kwanza nimuone huyo unempanga ana sura gani? <laughs> yani wewe kazi unayo, yani kazi unayo, utakufa na stress kunifikiria mimi. Umesikia, wewe umepanga kwamba unapanga nini Aliniomba ngono ni msaidie wewe. Mzima wewe una akili timamu, mimi na mke mzuri bro. Yani achana na mke mzuri hivyo, wewe kwa akili yako. Mimi hata nikisema nataka mwanamke kutongoza, mimi sio domozege, mimi sio wewe, paka waba. Sawa, umeelewa au unataka tuongee mambo mengi? Mimi sio mnunuaji kama wewe bro. Wewe panga unavyopanga, tena panga paka dunia ipinduke, sawa. Alafu mwisho wa siku ukishapanga, chukua maamuzi eti hapo tu wewe ka pale, nenda sema, kafungue kesi, alikuomba ngono msaidie nyo. <laughs> Jipange yani, wewe ujipange, tena ujipange kweli kweli, wewe na timu yako mjipange kweli kweli, yani mjipange kweli kweli tena laundi. Hey, shauri yenu, pata kichapo. Naam, so hicho ndicho alichokizungumza Taz Genius kuhusiana na situation ilipofikia kati yake yeye na Manyaunyau. So weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment na pia vilevile vile, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.